tunaelekea kufuzu kwa mara ya saba na kwenda hatua ya makundi ya michuano ya kafu. Ndugu zangu waandishi wa habari, mchezo wetu wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini hot spa utakuwa siku ya tarehe 26 saa kumi kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi yetu hii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 ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamotomoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi. Ni marufuku, haitakiwi, hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pichi. Hayo ndiyo mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa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 waamuzi watakaochezesha mchezo wetu wote wanatoka Nigeria. E, mwamuzi wa katikati anaitwa Grema Muhamed kutoka Nigeria, akisaidiwa na Tejir Basmat kutoka Nigeria. E, msaidizi namba mbili atakuwa ni Emmanuel Omala vilevile kutoka Nigeria, na fourth official atakuwa ni Abusalam Abiola kutoka Nigeria kuelekea katika mchezo huu e, tumeweka viingilio vya kitajiri sana, kwa sababu hii ni mechi ya kistarehe. Hii ni mechi ya furaha, hii ni mechi kubwa, ni mechi ya kitajiri, ni mechi ya kifahari, ni mechi bab kubwa kwa Wanasimba. Viingilio vyetu mzunguko ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Sijakosea, mzunguko ni shilingi laki mbili na elfu hamsini. Simba ya pantev lazima uweke kiingilio <laughs> cha kutisha, viingilio katika mchezo wetu huu hamwamini. <laughs> <laughs> <laughs> ah. ah, kama tunaweza tukaweka kiingilio cha shilingi laki mbili eh? na nusu, shabiki wa simba wanaweza na hii mechi ni tofauti na mechi ambayo wanakwenda kucheza wengine. Hii ni mechi ambayo unajifaharisha shabiki wa Simba. Hii ni mechi ambayo unaenda ukiwa una enjoy, unaenda ukiwa unafurahi, unaenda ukiwa unajiamini una, una, una hasa. Kwa nini usilipe shilingi laki mbili na elfu hamsini kwenda kukaa mzunguko? Viingilio katika mchezo wetu huu shilingi laki mbili na elfu hamsini <laughs> Tanzanite, ambayo hii atakayelipa shilingi laki mbili na elfu hamsini atapatiwa eh, ka get pass jezi moja ya chaguo lake pamoja na tiketi ya VVIP ambayo itamwezesha kukaa kwenye daraja la juu kabisa.